Raila Amolo Odinga, jina ambalo haliwezi kufutwa katika historia ya siasa za Kenya. Amehangaika, ametumikia kifungo, amepigania demokrasia na haki kwa miongo kadhaa. Raila ni ishara ya uvumilivu na mapambano, lakini ukweli mchungu ni huo: Raila hajawahi kuwa rais na pengine hatawahi kuwa rais wa Kenya. Kwa nini? Kwanza, mfumo wa kisiasa umemzuia kuanzia enzi za Moi, Kibaki, Uhuru hadi Ruto. Nguvu za siri, mabepari na mtandao wa deep state wameungana kuhakikisha Raila haingii Ikulu. Wanamwona ni mtu mkali na mageuzi makubwa na tishio kwa mfumo uliooza. Pili, ukabila. Badala ya kukumbatiwa kama kiongozi wa kitaifa Raila amebandikwa jina la kiongozi wa jamii ya Luo. Wapinzani wake wametumia hofu na propaganda kumchora kama kiongozi wa kikabila, na katika nchi ambapo kura huamuliwa kwa hesabu za kikabila, huo umekuwa mzigo wake mkubwa zaidi. Tatu, usaliti wa kisiasa. Kila mara raila anapokaribia ushindi, njama na mikataba hujitokeza. Tumeona mikono ikitikisiana kwenye handshake na matumaini ya wananchi yakipotea, washirika wake mara nyingi humgeuka katika dakika za mwisho. Nne. Hofu ya mageuzi: Raila anajulikana kama mwana mageuzi. Anapoongea, anaahidi kupambana na ufisadi na kusafisha taasisi zilizooza. Lakini tuwe wa kweli, wale wanaonufaika na ufisadi hawawezi kumruhusu mtu kama huyo kuingia Ikulu. Raila ni hatari kwa maslahi yao. Na mwisho, uchovu wa wananchi. Baada ya kugombea mara nyingi, sehemu ya Wakenya sasa wanamuona kama stori ni ile ile. Kizazi kipya kimeanza kutafuta sura mpya na matumaini mapya, na Raila anabaki kama ishara ya zamani zaidi ya ahadi ya kesho. Hivyo basi, ukweli ni huu: Raila Odinga atakumbukwa kama rais wa wananchi ambaye hakuwahi kutawala mwana mageuzi ambaye hakukalia kiti cha ikulu. Historia itamheshimu lakini ikulu pengine si yake tena, kwa sababu Raila hajawahi kuwa rais na pengine hatawahi kuwa rais wa Kenya. Na hilo ndilo wazo la Mashua.